Hatuna injari, wachezaji wote wako salama na wote tulifika salama katika mji wa Babati, na tuko tayari kwa ajili ya mechi ya nusu fainali kesho. Tunajua haitakuwa mechi rahisi, lakini lengo letu ni kucheza fainali. Kwa hiyo pamoja na ugumu wa mechi utakao kuwepo, lazima tupate matokeo kwa kwenda kucheza fainali ya ni ngumu, ni kweli. Ukiangalia mechi baada ya siku mbili tumetoka kucheza nao na tuliweza kuweza kushinda kwa goli moja, tunakuja kukutana nao tena katika mechi ya nusu fainali mchezo wa kesho ni mchezo tofauti kabisa na mchezo uliopita. Mchezo uliopita ulikuwa ni mchezo wa kutafuta pointi tatu muhimu. Lakini mchezo wa kesho ni mchezo wa mtoano wa kwenda katika fainali. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa na approach tofauti kabisa na mchezo uliopita. Lakini tunawaheshimu Singida, wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri, pamoja na ubora wao, tunahakikisha kesho tunashinda na kwenda katika hatua ya fainali. Ah, ni kweli kama ulivyosema kwamba ratiba ngumu ndani ya mechi ya siku saba mechi tatu, na siku zote nimesema kwamba hakuna mwalimu ambaye anapenda ratiba namna hiyo, lakini ndiyo hivyo. Kwa hiyo tumeamua kuifuata. Swala la rotation ni swala la maamuzi ya benchi la ufundi. Kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba kila mchezaji yuko vizuri na kila mchezaji yuko kambini kama nilivyosema, na wote tuko hapa. Kwa hiyo tuna mazoezi ya mwisho leo kabla ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo benchi la ufundi litaamua ni nani ambaye atakayekuwa katika, katika mchezo wa kesho. Tunashukuru kwanza tunakuja katika mji ambao sio wageni tena kwa sababu tayari tunacheza katika pichi ambayo tumetoka kucheza katika katika mzunguko wa pili wa ligi. Kwa hiyo sio wageni wa pechi, tumekuja katika sema ambayo tunaitambua. Nimeshasema toka mwanzo jamani. Singida ni timu nzuri, ni timu ambayo ina wachezaji wazuri kama walivyoniambia. Kwa hiyo sisi so tunaita, tunasema pamoja na ubora wao na uzuri wao tumejipanga na tumejiandaa kuhakikisha kesho, tunashinda na kuingia fainali. Ya, ni kweli kama swali so lako nafikiri linakuja pamoja na eh, mwandishi mmoja aliuliza hapa kwamba tunajenga timu, tunakwenda kwenye ubingwa kweli. Tulikuwa tunajenga timu msimu, lakini malengo yetu pamoja na kujenga timu benchi na wachezaji, tulijiwekea malengo kwamba lazima tuhakikishe tunapambana kupata, kupata, kupata makombe haya matatu, lakini tayari moja tumekwisha lipoteza na tumeipoteza katika tu ya fainali lakini tu bado tuko katika katika resi ya NBC ligi na tunaendelea vizuri na leo hii tunatafuta ile njia ambayo kwenda kutafuta ubingwa wetu katika ile kombe la tatu tulilosema. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha basi tumeyakosa tumekosa moja, basi haya mawili yaliobaki tuweze kuyapata na sio kazi rahisi, lakini tumejipanga pamoja na ugumu utakokuepo, tunayapata haya mawili. Utaka kuwepo tuhakikishe tunayapata. Habari za asubuhi. Ah, tunashukuru kwanza tumefika salama hapa mkoani um, Manyara maandalizi yameenda vizuri, na leo tutakuwa na maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho, na sisi kama wachezaji tayari tupo vizuri kuhakikisha kwamba leo katika maandalizi ya mwisho tunapokea kila kilichokuwa bora, kila kilichokuwa kizuri kuhakikisha kwamba mchezo wa kesho tunaenda kufanya vizuri. Angalia kwanza kuna uh, ratiba jinsi ilivyo, tuna mechi karibu karibu sana, lakini uh, uzuri kwamba tuna kikosi kipana, lakini pili Uh, ni lazima tuzicheze na lazima tupate matokeo sababu Simba ni timu kubwa. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambana kwa ajili ya timu kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo. Kutakuwa na maandalizi uh, si makubwa zaidi ya, ya kile ambacho tumetoka kukifanya katika mchezo uliopita. Kwa hiyo niseme tu kwamba kikubwa tutarudi katika uwanja wa mazoezi leo kwa mazoezi ya mwisho kuhakikisha kwa kwamba tutapokea yale ambayo walimu wetu watatuelekeza katika, katika mchezo wa kesho nusu fainali. Mwanzo wa msimu, kikawaida kunakuwa na kikao ambacho kina kinatukutanisha viongozi pamoja na wachezaji na katika kikao hicho kinakuwa na malengo ya timu. Kwa hiyo viongozi wanakuwa watupa malengo ya timu nasofa mpaka hivi malengo timu ambayo uh, viongozi wametupatia, tunaelekea vizuri. Ukiangalia katika CRDB mpaka ssai, uh, tupo katika hatua ya mchezo muhimu ambao kuhakikisha kwamba tunasogelea yale malengo ambayo viongozi wametupatia.